Flash, ikanaga, <laughs> wangu wa Mwenyekiti wangu wa TUGHE Mkoa wa Mwanza, viongozi wangu wote ulioko huku, wakuu wa hmm, waku division e, wawakilishi wa matawi, kwanza nianze kusifu e, uongozi wako kwa maana wa jinsi ambavyo mnamtendea haki mimi nimejibidishwa kwamba hili baraza lililoisha hivi karibuni, na ni miongozi mwa sifa za kiongozi kuhakikisha kwamba kwenye neo lake kunakuwa nakitendea kazi ambacho ni kiunganishi kati yake yeye na waajiriwa wake, kwa sababu ukifanya hivyo unaondoa majungu, unaondoa vitu vingine vyote, kwa sababu hawa watu wanakuwa na sehemu ya kusemea ambapo ni mahali hapo. Kwa hiyo ni kushukuru sana, kwa hiyo mkuu. Lakini pia kama vile ambavyo wamesema, mimi mwenyekiti wa TUGHE Taifa, lakini piaausia rahisi, lakini kuna kitu kingine ambacho nikisema pia, letea watumishi wako wafanyakazi wako kwenye semina zetu za TUGHE Taifa tunazofanyia Arusha, tunafanyia Serengeti <laughs> wachukua hawa wakija kwenye semina zile na zile sehemu zote zile krimu ya taifa yote inakuwa iko pale. Kwa hiyo ninamshukuru na ni matarajio yangu kwa amtaendea kuwaleta wengine na wengine ili wa